Kwa jina naitwa Gaspa Shauri Sicharwe, ni mlei kutoka mkoa wa Songwe. Kituo nilipo ni Mkurwe pale, nimekuepo kwa ajili ya kazi ya Bwana. Namshukuru Mungu, nimeendea kujifunza na watu neno la Mungu. Nimejifunza Biblia na watu, wanaume kumi, wakina mama nane, watoto ishirini. Namshukuru Mungu kupitia hao watu ambao tumejifunza nao neno la Mungu wamemkiri Kristo. Lakini namshukuru Mungu, katika hao wanaume wawili ndio wako kanisani tunabudu nao, na wengine pia wanaendea kufanya uamuzi wa kidogo kidogo. Lakini pia ndani ya hilo alikuwepo mama mmoja akiwa na mwanaume yule. Mama alikuwa naumwa naumwa sana presha. Basi tukaanza tiba ya kwanza, yule mama alikuwa hatembei lakini namshukuru Mungu baada ya kuanza tiba ya kwanza na matibabu mengine, leo mama huyu anatembea, na namshukuru Mungu. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kuwepo pale, watu wanaendelea kuitika neno la Mungu, analifurahia. Namshukuru Mungu sana.